Kwa nini padre anabusu altare wakati wa, wa misa? Kila mwanzo wa mwisho misa takatifu ya kikatoliki, padre anakaribia madhabahuni, anainama kwa heshima, kisha anabusu altari. Wengi huona jambo hili kila Jumapili, lakini wachache sana wanaelewa maana yake ya kweli. Busu hilo si desturi tu, ni tendo la upendo wa kina na imani ya kweli. Altare imemwakilisha Kristu mwenyewe, jiwe hai iliyokataliwa na wanadamu ikachaguliwa na Mungu. Kwa hiyo anapobusu madhabahu, padre abusu tu jiwe au mbao, anamsalimia Yesu yule atakayekuja kuwa kati yetu katika ka Ekaristi Takatifu. Kanisa la mwanzo lilikuwa ikiadhimisha misa juu ya makaburi ya mashahidi wa imani. Ndio maana altari nyingi za Kikatoliki leo hii zina mabaki ya watakatifu. Padre anapobusu altari, anawaheshimu pia wale wote waliotoa maisha yao kwa ajili ya Injili. Na kwa utulivu anawaomba wa muombe. Ni busu la upendo kama vile msalimu nayempenda kwa upole. Padre anamkaribia Kristo kwa upendo, akisema Bwana, nakaribia kusimama mbele yako. Bariki sadaka hii na uifanye takatifu. Kwa hiyo mara nyingine utakapoona padri akibusu altare usiione kama ibada ya kawaida tu, ione kama wakati mtakatifu ambao mbingu na dunia zinakutana. Altare ndiyo moyo wa kanisa, mahali ambapo mkati na divai vinageuka kuwa mwili na damu ya Kristo. Hapo ndipo Mungu anakutana na watu wake. Kama mafundisho haya yamefumbua macho yako na kuona uzuri wa altare, andika naamini kwenye maoni, na kila unapoenda misa, inama moyo wako namsalimia Kristo anaishi hapo. Tukumbuke kuwaombea viongozi wote wa Tanzania, ili wapate kusimamia haki na hatimaye taifa letu lipate amani. Ni mimi mtumishi wenu mdogo, msista hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.